Bila shaka nimeweza kukita kambi hapa katika kanisa hili la Holy Family Basilica ambapo hii leo kiongozi wa Katoliki duniani Papa Francisco ameweza kuiaga dunia mwendo wa saa moja dakika 35, kulingana na ripoti iliyoipokea kutoka Vatican. Kiongozi huyu wa Katoliki amekuwa anaugua pumu kwa muda wa miezi kadhaa iliyopita, na alionekana kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa kugua hapo jana katika misa aliyoendelea kule Vatican, ambapo kulikuwa na matumaini ya kwamba Pope angelipona kutokana na ugonjwa wa pumu, lakini ilionekana kwamba Mungu ilimpendeza zaidi ya kwamba hii leo ikiwa e, ni jumapili ya ama jumatatu ya Pasaka aweze kumchukua Pope Francis. Papa Francis atakumbuka kwa ziara aliyoifanya humo nchini na mwaka elfu mbili na kumi na tano ambayo ilikuwa ziara ya kufana sana katika taifa hili. Uh, aliyekuwa rais wakati huo Uhuru Kenyatta alimkaribisha na kumpa mapokezi ambayo yalikuwa ya aina yake. Uh, Papa Francis atakumbuka kwa mageuzi chungu tele aliyoyaleta katika uongozi wa Katoliki kote duniani. Licha ya kuwa alikuwa na pingamizi kuhusiana na mageuzi hayo, alisema kidete ili kuweza kutetea mageuzi hayo. Hivyo tuko hapa, tumekita kambi hapa pamoja na wanahabari wenza, ili kuweza kupasha kila tukio ambalo litakuwa natokea mahali hapa, napozidi kungojea kwa hamu na gamu taarifa kuu kutoka kwa uongozi wa Katoliki humu nchini kuhusiana na kifo cha Baba mtakatifu Francisco